Sababu wewe uliwezaje kuishi ku na bibi miaka yote? Si mbona tunashindwa na demu leo, kesho tumshaachana kwa demu eh, de mwenyewe na sasa hivi babu, nyinyi mmewezaje yani wanaka wanika? hmm. sasa hivi wanaangalia sana pesa eh, hela eh. Eh, eh, una hela umpati, una hela umpati, mm, nyie, miaka yenu walikuwa anaangalia nini? Kilimo. Kilimo? Manzao mvini. Akizengua. Yeah. Vipi eh? Na uhakika, yaliyomo yamo. Kwa nini umemaanisha nini? Ni Metro Media tena TV online, ambapo jukumu letu ni moja tu, kuhakikisha tunakusogezea kilicho bora na kizuri kufikie kwa wakati, au sio bwana? Kwa hiyo nenda kwenye application yako ya YouTube, andika Metro Media TZ, unakutana na kila kilicho bora na kizuri kwa ajili yako. Mimi naitwa DJ Don David, Don aka Mr Newspaper bwana. Lengo na zumuni la Metro Media TZ, familia ya Metro Media TZ, ni kuhakikisha kila kipaji kizuri tunakusogezea kwako, kila aina ya kipaji tunakusogezea kwako tunahakikisha vipaji vyote vinavyotoka mtaani, vipaji vyote vinavyopatikana mtaani, tukikutana navyo basi tunavileta mjini na tunakusogezea na wewe, ndio utasema huyu kweli ni kipaji au sio kipaji. Sasa sikiliza, tumekuja kumcheki dogo mmoja hivi, ana kipaji cha hali ya juu. Tumeona sio kweli, tusimwache hivi hivi, tupite naye, ili wananchi nao waseme yao, waone kweli sisi tulichokiona ni sahihi. Basi hilo ndio jukumu letu. Kwa hiyo tunamfuata nyumbani kwao tutapiga naye stori na mtaona baadhi ya klipu ambazo tumefanya na nyinyi mtazungumza, au sio bwana? Kaa na sisi, karibu, ili uweze kushuhudia bwa mdogo mwenye talanta ya aina yake. Sio kila mtu ana kipaji jamani, kipaji kimetolewa na Mwenyezi Mungu yeah. Kipaji kimetolewa na Mwenyezi Mungu yo, yo, yo, yo, yo, yo faza Uh, bwana ukimwangalia sana naweza kusema mzee mmoja mwa mo miaka tisini, sabini, themanini, themanini, sitini, sitini. Ukiangalia sana naweza kusema amepigana vita vya uhuru ya Idi Amin dada, lakini bwa mdogo ta miaka ishirini una Uh, A. kama nenda kama ish, yani ishirini na nane hivi 28. nane, nane. Yeah. Awe mkubwa, wewe mkubwa. Bado <laughs> sijafika uh, 28 bado. Wakana, inshallah. Wewe kwenye tasnia una u, upo upande gani? Mimi bwana, tasnia upo kwenye sehemu gani? Uchekeshaji, muziki, nini? Mimi yaani mimi bwana wewe yeah. ni comedian, comedian. <coughs> Kwa sura na mwonekano unaonekana kabisa ni comedian uh, uli uli lini uligundua una, una uwezo wa kufanya comedian kufanya ucheshi lini? Hh, mara nyingi na hii staili gani hii ya kibabu? Ujue kweli mwanangu, ujue umetoka kama babu, mtu akuangalia hana miaka ishirini na nane yani, yani kama nilivyosema hapo mwanzo, mtu anaweza kusema sabini. Ona hii kufanya kama babu <laughs> <laughs> unaitumiaga sehemu gani? Ah, na kwa nini ulichagua staili hiyo kwanza ya hii? Kwa sababu kwamba tuseme yani ni... ni... ilitokea ilitokea Ili... I... I... I... kwa sababu kuna, kuna mtu hmm. alinipa hilo wazo akasema ah. kwa kwamba bwana mm ya hmm. yeah. na nivyo jaribu na shukuru kwa naenda Nipe maneno ya busara, nipe maneno ya busara kuwa babu. Sasa mpola, mpola, na eh, maneno mm, ya busara mjukua, eh, nipe maneno ya busara mjukuu wangu. Naam babu, sasa hivi maisha mwana yamebadilika. mm -hmm. Mhm, watu wengi mm. sasa hivi wanakosea, wanalimika. Vijana walikalafo wana mm. wanalimika sana sana

yani walika sasa hivi wanaangalia hela, ulime hela, ufanye hivi hela, ndio maana mnakuta haya magonjwa yenu haya mengi, men mengi hayo unakutana nayo, mnakutana nayo sana, kweli mzo wangu. Oya kanapokea maneno ya busara kutoka kwa babu bwana, almaarufu babu nani almaarufu bwana, mimi naitwa mzee Mchachu. Sasa mzee Mchachu ndo huyo hapa. kama utataka maneno kama utataka busara zake bwana, soon mtaanza kuona busara zake, au sio? Bwana, cha msingi kaa na sisi hapa hapa Metro Media TZ. Sisi jukumu letu kumsogeza mzee Mchachu na busara zake, mtaziweza kuzipata hapa hapa. so, Unajiona wapi mzee wangu? Natamani nifike mbali mbali sana. Juhudi weka zako juhudi, si ndio hivyo? Natamani Mungu atasaidia, utafika utafika, utafika. E, na miaka ishirini na nane, si ndio namchumba? hmm. <laughs>

Basi sawa, yeah. Huku uh, ndo mtaani kwako sindio? ya Yeah, huku ndio napoishi hapa, naishi na mama yangu yangu ah, baba yangu okay. yeah. yeah. yeah. Sa ambao wao ao mameneja zangu ndo baba na mama ndo mameneja. Afpia kuna dada nilianza naye tokea enzi hizo, ndio pale bishana bishana, njo shoga napambana, njo shoga yangu da

tunapambana tupo na Mzee Mchacho oh. e, mm, e, tangu tupo hivo yani. future ipo? future ipo bila kupambana yenyewe, hatuwezi tukarudisha maisha nyuma kwa sababu hatujatoka yani, hatujaweza. Kwa hiyo inabidi tujipe wenyewe moyo ili future ije. Mungu atasaidia, e, Mungu atasaidia, e, Mungu atasaidia shawa, shawa. Sisi hapa tuna jambo a tulifanya, au sio Kimu huyo hapa mzee Mchachu, huyo hapa baba anaenda kupigwa kolabo moja hatari sana. ana sisi, mambo yatakuwa mazuri. Sisi kazi yetu ni kuvitoa vipaji kwenye ardhi na kuvileta juu, alafu baadaye nyinyi mtakaa chini, mtasema, oya, wamepatia, wamekosea. sisi hilo ndio jukumu letu tuenze. Ndio naye muuzia hii nyumba. Sasa, na yule na nyinyi hamu hivi.